Hello, karibu tena Vitamu Jikoni na leo utaenda kujifunza pishi rahisi, pishi la wali wa kukaanga, wali unaochambuka vizuri. Wali ni mchele kidogo, lakini unapata wali mwingi. Basi uende nami mwanzo hadi mwisho. Na mahitaji yetu, unatakiwa una mchele sawa, una mchele wako Eh, lakini pia utakuwa na mafuta wa kukaanga, kwa unatakiwa na mafuta mafuta yaweka ya kutosha kwenye sufuria lako, na na unatakiwa uwe na chumvi pia, mm -hmm. Na maji ya moto sawa. Utawasha jiko lako na uache mafuta mpaka yachemke, theni pembeni hakikisha mchele wako umeuchambua vizuri. Yani unatoa mawe pamoja na ule mpunga ambao haujakobolewa haujawa mchele. Kwa hiyo utatoa vyote na uchafu wote kwenye mchele wako, kunakuwa na vitakataka vingi. Baada hapo utaosha vizuri na utaanza kuweka kwenye sufuria la mafuta kama hivyo, unaweka hakikisha hmm, moto uko chini ili usije ukaunguza kabla haujamaliza kuweka mchele wako, sawa Geuza mchele wako kama hivyo hapo, ugeuze geuze kwenye mafuta al, ukiwa unaendelea kukauka sawa. Hapa mm, unatakiwa usubirie mpaka uone kama yale maji ambayo umeoshea yamekauka, sawa, ili utoe wali ambao ni mzuri wa kuchambuka. Hakikisha unaokaanga wali wako kwa muda, sawa. Unaokaanga hakikisha unaokaanga mm, kwa muda mrefu kidogo ili mpaka uone kama unashikana shikana hivi, kwa sababu kama hivyo, unaona bado bado unakuwa unaachia una. Basi uta, utaweka chumvi unavyoendelea kuukaanga, utawakadilia kiasi anachopenda, kila ya mtu ana kiwango chake ambacho anapenda cha kuweka kwenye chakula kama hivyo wali, um, au mboga sawa. Baada hapo utaendelea kuukaanga ikuambia, um, kwamba Akikisha umekaanga mpaka umeona kwamba maji yote yamekauka. Uali nimeukaanga kwa muda usiopungua dakika tatu, sawa, umepita kwenye mafuta. Kwa hiyo baada ya apo, sasa nitaenda kuweka maji, aona hmm? unashikanashikanatayari hmm? Manake hapo uko tayari, hiyo taweka maji E, na maji utakadiria kiasi ambacho una una uhakika kwamba utaivisha wali wako. Hapa siwezi nikakwambia direct kwamba weka maji kiasi fulani, kwa sababu mchele ni tofautiana, kwa maana kwamba mchele unaokaa muda mrefu sana mpunga ambao, wanasema mpunga mpya na mpunga wa zamani. Hmm? Nahisi kila mtu anaelewa. Kwa hiyo kwa mpunga ambao umekaa muda mrefu sana unahitaji maji mengi na ule ambao mpunga uloka muda yani, ambao umetoka tu shambani alafu ukakoboa mchele wake unahitaji maji kidogo sana. Kwa hiyo baada ya hapo ufunikie na hakikisha mfuniko wako ulofunika ni ule ambao hautoi mvuke, kama dakika tano hivi na moto uwe umeweka moto kiasi, moto usio mkubwa sana wala kidogo sana. Baada ya dakika tano nimefunua Mm, naona kama hivyo, basi wali wangu umepanda na moto ukadilia kadilia huo umeweka kidogo. Basi ukishaona kama hivyo moto, ukishaona kama hivyo hapo, mm, wali wako umesha kausha maji mm? Ndipo ufanyaje? Upunguze moto sasa, moto weke kidogo sana, yaani weke moto ambao uta, utaendelea sasa kuivisha sio moto tena kukausha maji. Kwa hiyo moto wa kuivisha ni ule moto kidogo kidogo. Kwa hiyo kama hivi bado haujaiva na nitaufunikia tena, nitafunikia mpaka nione umefanyaje umeiva. Na wali wa kukaanga huwa hauchukui, uh, hauchuku muda mrefu. Yaani ni mara chache sana kwamba utaacha muda mrefu wache sana hapo, yani mpaka tunajua kule ule wali ambao unakuwa umeweka umepika tu bila kukaanga yani, hmm? unaweza kaupika muda mrefu, maana unataka unatakiwa ugeuze usifanyaje, yani haujaiva ukifunua bado haujaiva, usi una kiini. Aa, hapana sio wali kukaanga, yani huwa hapa unaiva chapu. Kwa hiyo hapo hmm? nakuta bado tu maji hayakauka vizuri, kwamba ule uwe wali huo uko vizuri, lakini tayari kiini hakipo sawa. kwa kama hivyo, niliacha tena kwa muda mm, niliacha kwa muda kidogo mm. Utakuwa unaona utakuwa una, unaona mwenyewe hapo, ukishaangalia wali wako unaona tayari umeiva mm, basi baada ya kuangalia kwamba huu uh, sasa nikajilizisha huu uh, sasa umekauka vizuri kabisa mm, basi naenda kugeuza, naugeuza vizuri, naangalia unavyogeuza mm, unavogeuza wali wako hakikisha unaogeuza ule wa juu unashuka chini sawa, alafu wa mm, wa, wa chini ule unapanda juu kama hivyo sawa mm. Geuza vizuri basi, unatawanya vizuri hivyo, inasaidia sana wali wako kuiva kwa usawa, yani wote, ukitoa kwenye sufuria lako wali wote uko vizuri sawa eh? mm, mm, basi Sambaza tena vizuri hapo. Sasa nitaacha kwa dakika kama tatu, basi wali wangu utakuwa uko vizuri na tayari kwa ajili ya kuliwa. Angalia, angalia kabisa kwamba sikugeuza mara ya kwanza kwa sababu niliona bado kidogo. Usigeuze wali wako kama bado unaona kabisa haujashikana vizuri yani, bado kama una viunyevu unyevu hivi, uache. Sawa. Basi kama hivyo hapo wali wangu uko tayari. E, nimekaa kama dakika tatu kama nilivyosema, wali wangu nimekuja kufunua, uko vizuri, umeiva, umechambuka sana. Una kama kiasi ambacho kilikuwemo cha mchele ni kidogo, lakini wali umepanda mpaka umejaa sufuria. Kwa hiyo wali wa kukaanga ni mzuri, guys. Usisahau kusubscribe katika channel hii, usisahau kusubscribe jamani, hapo subscribe, subscribe, lakini pia usisahau ku like . Asante sana kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho, na mimi utakuwa umejifunza mpishi mm -hmm, rahisi lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ambayo itakuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na kila video ambayo nitaenda kuupload katika channel hii. Asante sana asante sana mpendwa wangu, basi tukutane katika video ijayo. Na mimi kwa leo sina la ziada. Bye, bye.